Habari msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Alfu Lela u Lela. Nitarudia sehemu iliyopita na baadaye tutaendelea na sehemu inayofuata. Yule mwanamke ambaye wakati wote huo alikuwa anabubujikwa na machozi kwa furaha akasema, kwa amri yako, bwana wangu, unataka nikamrudishe tena umbo lake? Ndiyo, akajibu sultani, tena fanya haraka sana ili nisisikie tena vilio vyake. Hapo yule mwanamke akachukua bakuli la maji, akaanza kulinuiza maneno mpaka yale maji yakaanza kuchemka, yakafurika mle sufuriani kama sufuria ya maji iliyopo motoni ifanyavyo. Kisha akamwagia mumewe akisema, kwa nguvu za uchawi nilionao rudia tena umbo lako la awali. Mara ile ile yule kijana akajikuta kasimama wima kama mlingoti wa bendera akiwa na umbo lake la awali. Akafurahi sana akatamka Shukrani ziwe kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na uwezo. Yule mwanamke mchawi akamwambia mume kwa hasira, ondoka mbele yangu sasa hivi, nisikuone tena, nisije nikakuwa. Kijana akaondoka haraka, akaenda akajificha mahali asipoweza kuonekana na yule mwanamke, ili apate kuona litakalotokea. Yule mwanamke akarejea mbio kule kwenye lile jengo alikodhania yule mtwana wake yumo. Alipoingia ndani akasema, oh, bwana wangu, hebu toka nje nipate kuiona vizuri sura yako kwa mwangaza wa jua. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Mfalme akamjibu kwa lafdhi ile ya kuiga, kweli umemfungulia mumeo lakini bado hujanituliza roho, kwa sababu ya maombolezo ya sauti nizisikiazo usiku kucha zikikulani kwa vitendo vyako ulivyovitenda. Sauti gani hizo tena bwanangu mpenzi? akauliza yule mwanamke. Sauti za wakazi wa vile visiwa vinne, akajibu mfalme, kwani kila usiku wa manane watu uliowageuza samaki huinua vichwa vyao ziwani, wakiomboleza na kulilia msaada. Sasa ninawezaje kupata nafuu wakati usiku kucha anasikia sauti hizi za huzuni zikikulani? Nenda mara moja ukawabadili, uwarudishe tena umbo lao la awali wawe kama vile walivyokuwa, kisha uje hapa upesi unisaidie kuninyanyua. Aliposikia maneno hayo, yule mwanamke akajaa furaha akatoka mbio tena mle nyumbani huku akiitika, hewallah bwana wangu nitatekeleza sasa hivi matakwa yako. Alipofika ziwani, yule mwanamke akachota maji machache kwa kiganja cha mkono wake wa kulia, akaanza kuyanuiza maneno fulani. Mara ile ile samaki waliokuwemo mle wakaanza kucheza cheza, wakageuka kuwa watu, wanaume kwa wanawake, watoto kwa wazee, mradi kila kitu kikarudia tena umbo lake. Maduka na majumba nayo yakawa yameshamiri watu tele kama awali. Basi yule mwanamke aliporejea mle nyumbani, akasema: oh, bwana wangu tayari sasa, nipe mkono nikusaidie unyanyuke, njoo karibu nisaidie, akatamka mfalme. Alipokaribia mfalme akaruka juu dhiraa mbili, aliposhuka kwa dharuba moja ya upanga wake mkali Akamkata yule mwanamke vipande viwili. Alipomuua akaufuta damu, akaenda moja kwa moja kuonana na yule kijana bin sultani Mahmud mwana mfalme. Alipomwona mfalme, akamwangukia akambusu mikono yote miwili, akamshukuru kwa kuyaokoa maisha yake na milki yake nzima. Je, sasa utabaki katika milki yako au nataka kuongozana nami? Akauliza mfalme Seyidi yangu, akajibu bin Sultani Mahmudi, unajua umbali ulioko baina ya milki yako na milki yangu. Nikikadiria nafikiri ni umbali wa mwendo wa saa tatu hivi kuwasili mpaka kwako. Akasema yule kijana, utahitaji safari ya mwaka mzima. Uliweza kufika hapa upesi hivyo kwa sababu mji ulirogwa, ndio maana njia ikaonekana ni fupi. Kwa hiyo sitathubutu kukuacha usafiri peke yako, nitaongozana nawe. Mfalme aliposikia maneno hayo akasema, kijana mwema, wewe unastahili kuwa mwanangu, kwani Mwenyezi Mungu hakunijalia kupata mtoto wa kiume wa kuirithi miliki yangu. Hapo wakakumbatiana wakabusiana mashavu kila mmoja akimshukuru mwenziwe. Walipofika kwenye kasri lake Bin Sultan Mahmud akaitisha mkutano rasmi uliohudhuriwa na mawaziri, matajiri na waungwana wote wa mji, akawaeleza yote yaliyopita na kusudi lake. Wote wakaafikiana naye wakamsaidia kwa muda wa siku kumi kuitayarisha na kuandaa kila kitu kilichohitajika kwa safari hiyo ndefu. Bin Sultan Mahmud akakusanya zawadi za kila aina. Kisha wakaanza safari yao ndefu iliyowachukua muda wa mwaka mzima. Walipowasili kwa mfalme, wakalakiwa kwa shangwe na vigelegele. Waziri mkuu na wakazi wote wa jiji zima lile wakawapokea kwa mikono miwili. Walipofika kwake, mfalme akakaa kwenye kiti chake cha enzi, akaanza kueleza kisa chake kilichosababisha kuchelewa kwake kote kule. Kisha akatoa sadaka kwa maskini na zawadi kwa kila mtu. Akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumrudisha kwake salama salmin. Halafu akatuma mtu kwenda kumwita yule mvuvi, maadamu yeye ndiye alikuwa chanzo cha kusababisha uokovu wa bin Sultani Mahmudi na milki yake. Alipofika, mfalme akamtunukia utajiri mwingi na kumuuliza kama ana watoto, alipojibu kuwa ana mabinti wawili Mfalme akamwoa binti mkubwa na binti mdogo akamwoza yule kijana bin Sultan Mahmud. Halafu mfalme akamfanya mvuvi kuwa mlinzi wa hazina yake. Yule waziri wake mkuu aliyemwachia madaraka akafanywa sultani wa ile nchi ya visiwa vyeusi. Wote wakaishi kwa raha mustarehe wakizifurahia siku za maisha yao yaliyosalia. Msikilizaji, Endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Shaharazadi alipomaliza kusimulia, Dunyazadi akamwambia dada yake, ama kusema kweli, hicho kilikuwa kisa cha ajabu sana. Ndipo Shaharazadi akamjibu, kwa kweli, hakikishindi kisa cha mawalii watatu, kama saidi yangu atakuwa radhi kukisikiliza nitawasimulia. Mfalme alipotoa idhini yake, Shaharazadi akaanza kuwasimulia kisa cha mawalii watatu wana wa mfalme na wanawake watano wa Bagdadi. Katika enzi ya khalifa Harun Al Rashid, paliondokea hamali mmoja aliyeishi katika mji wa Bagdadi. Ijapokuwa alikuwa maskini alikuwa mtu mwenye busara na maarifa, kama kawaida yake ya kila siku. Siku moja alipokuwa amekaa mahali pa kila siku sokoni akisubiri ajira, mara akatokea kijana mmoja wa kike mrefu, mzuri ajabu, aliyejifunika ushungi wa shashi ya hariri. alipomfikia yule msichana akaufunua ushungi wake ulioonyesha bayana macho yake mazuri yenye kope ndefu, akamwambia yule hamali kwa sauti nyororo ya kuvutia, "Hamali, chukua kapu lako unifuate." yule hamali aliyevutiwa sana na sura, umbo na sauti nzuri ya yule kijana mwanamke akanyanyuka mara moja Akajitweka kapu lake kichwani, akasema kimoyo moyo, oho, leo nimebahatika. Nasibu iliyoje hii ya kuajiriwa na msichana mzuri kama huyu, huku akimwandama yule mchana mpaka alipofika kwenye nyumba moja. Yule kijana mwanamke akabisha mlango, akafunguliwa na mzee mmoja ambaye, baada ya kupewa dinari moja na yule mtoto wa kike bila kuambiwa lolote, akamkabidhi hamali gudulia la kileo cha namna fulani ya divai. Hamali alipopokea akalitia ndani ya kapu lake, halafu akamfuata yule msichana, wakaongozana mpaka kwenye duka la muuza matunda na maua. Hapo yule kijana mwanamke akanunua aina mbalimbali za matunda, makomamanga, mapera, matofaa, matango, maji asali machungwa, mabalungi na mboga za namna kwa namna pamoja na vitu vinginevyo, pamoja na maua yenye harufu nzuri ya kunukia kama vile yasmini, waridi, nargisi na namna mbali mbali za haliudi. Vyote hivyo hamali akavipokea, akavitia kapuni mwake. Halafu wakaelekea kwa muuza nyama. yule kijana mwanamke akataka apimiwe ratili kumi za nyama nzuri ya kondoo. Hapo yule hamali akafikiri tena kimoyomoyo, do, leo nimebahatika, bila shaka hii ni siku njema ya furaha. Walipofika kwenye duka jingine, yule kijana mwanamke akanunua namna tofauti za zaituni, jibini na kila aina ya karanga, lozi zabibu na matunda mengine makavu kama vile tini. Kutoka hapo wakaelekea kwa moka mikate, kwa moka mikate yule mtoto wa kike alikonunua mikate na vitamu tamu tofauti. Walipoelekea kwengine kununua vitu vingine, yule hamal kwa mastaajabu na uzito wa lile kapu lililokuwa likianza kumwelemea sasa akatamka, ama ningejua unataka kununua vitu vingi namna hii ningekuja na ngamia au na gari la kukokota. Kijana mwanamke akatabasa. Wakaelekea tena mpaka kwa muuza viungo. Huko nako yule mtoto wa kike akanunua karafuu, tangawizi nzima, kungumanga, ambari, mdalasini, iliki na viungo vingine vingi mbalimbali mbali. Sasa ikawa yule hamali kweli akawa amelemewa vibaya na lile kapu. Hata hivyo, akamwandama yule kijana mwanamke mpaka walipofika kwenye lango pana la jumba moja kubwa zuri. Hapo yule kijana mwanamke akabisha kwa kuligonga lango lililonakshiwa kwa shaba nadhifu na pembe za ndovu. Yule hamali aliyestajabishwa na uzuri wa yule kijana mwanamke aliyembebesha lile kapu nusura aliangushe kapu lake lililokuwa kichwani kwa kuona uzuri wa kijana mwanamke mwingine aliyowafungulia mlango. Mtoto wa kike huyo alikuwa na umbo jembamba, matiti yake ya kiasi yaliyobana na yaliyojitokeza kwenye nguo yake hafifu aliyokuwa ameivaa yalikuwa ya mviringo. Uso wake wa kuvutia ulikuwa kama mbala mwenzi ya kumi na tano. Macho yake meusi mazuri ajabu ya alikuwa kayatia ya wanja ya mwembamba. Meno yake yaliyokuwa mithili ya lulu nyeupe yaling'aa kwenye mdomo wake mzuri ulionekana kana kwamba umechongwa kwa wembe mkali. Mashavu yake ya rangi ya waridi bichi yalikuwa kama tofaa liloiva shingo yake ndefu yenye mkufu mnene wa dhahabu aliiziba kwa mtandio wake mara tu alipomuona yule hamali. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Ne yule hamali ambaye wakati wote huwa alikuwa kalibeba lile kapu kichwani na kuduwaa pale kwa uzuri wa yule kijana. Mwanamke wa pili aliyekuwa kashika ufunguo akiwakaribisha ndani, alirudiwa na fahamu wakati aliposikia sauti yake ikimwambia mwenzake, mnasubiri nini hapo mlangoni? Ingieni ndani kabla huyu hamali hajalibwaga chini hilo kapa. Wakaingia ndani kwenye ukumbi mkubwa maridadi uliotandikwa kwa mabusati ya Kashmir na uliokuwa na vijikabati vidogo vizuri pembeni. Milango ilikuwa na mapazia mazuri ya hariri yaliyofumwa kwa nyuzi za rangi ya dhahabu. Katikati ya ukumbi huo palikuwa na birika la chemchemi ya maji safi yakibubujika yakipanda juu na kuangukia kwenye dishi la aina ya sinia kubwa na kumiminikia ndani ya mifereji ya marumaru nyeupe ya Kiyunani. Kwenye pembe moja palikuwa na jukwaa. Kulikuwako kiti cha enzi chenye miguu ya mpingo kilichopambwa kwa pembe za ndovu na lulu zenye ukubwa wa lozi. Kiti hicho kilinakishiwa kwa ustadi mkubwa kwa vito vingine vya tunu. Aliyeketi kwenye kiti hicho alikuwa msichana mwingine mzuri kuliko wale wenzake wawili, na aliyenukia vizuri ajabu na mwenye tabasa mwilio angaza ule ukumbi mzima. Jina la msichana huyo lilikuwa Zubeida. Yule aliyewafungulia mlango aliitwa Sada, na yule aliyembebesha hamal kapu aliitwa Amina. Alipomwona hamal na wale vijana wa kike wawili, Zubeida akanyanyuka kwenye kiti chake cha enzi akawafuata na kuwasaidia kumtoa kapu yule hamal, ambaye wakati huo alikuwa hoi tabani. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Walipomtua na kumlipa ujira wake yule hamali, baada ya kwenda zake akabaki pale pale alipokuwa, akawa anawangalia wale vijana wa kike wakijishughulisha peke yao na vile vitu vingi alivyovileta mle ndani bila kuwekwa mwanamume yoyote mle. Zubeda alipoona yule hamali bado yupo, akamuuliza Unafanya nini hapa? Kama unaona ujira tuliokupa hautoshi, sema, dada yangu atakuongeza. La, akajibu ile hamali, mmenilipa ujira wa kutosha, ila nikithubutu kusema, nilikuwa nikifikiri na kustaajabu kuona jinsi mabibi wazuri warembo wenye jamali kama nyinyi mnaishi peke yenu katika jumba hili la fahari bila kuwekwa mwanamume yoyote bila shaka mnaelewa kuwa maakuli ufana zaidi wakati yanapoandaliwa kwa wanne badala ya watatu. Nyinyi mko watatu, na kama isemwavyo, wanaume kukaa bila wanawake ni muhali, kama ilivyo wanawake bila wanaume. Kwa kuwa mko watatu, naona mngekamilika kama angekuwako mtu wa nne. Wale vijana wa kike walipendezwa na msemo wake, wakamwambia sisi tukiwa ni wasichana wanaoishi peke yao, hatutaki kuingiliana wala kuwa na uhusiano wowote na wanaume, kwani hatutaki ya humu yajulikane na mtu, kama mshairi mmoja alivyonena: siri yako usimfunulie mtu, kwani kifuani mwako mna nafasi ya kutosha kuificha. Yule hamali kusikia yale maneno Mabibi wema, mbele yenu kasimama mwanamme aliyekula chumvi nyingi katika ulimwengu huu. Ijapokuwa mimi ni hamali, lakini ni muungwana niliye mwaminifu, kama mshairi mwingine alivyosema, ni waungwana tu ndiyo wafichao siri. Wa siri yenu kwangu itakuwa ni kama kitu kilichofungiwa ndani ya kasri na ufunguo wake ukatumbukizwa katika lindi la bahari kuu. Wale wasichana waliposikia maneno yake, na baada ya kushauriana wakakubaliana wabaki nao, kwani waliamini huenda akawafurahisha zaidi na kuwasterehesha usiku ule. Yule hamali alipoambiwa wabaki akafurahi kupita kiasi, akajitupa miguuni pao akawashukuru kwa ukarimu wao. Wakati Zubeda na Sada walipokuwa wakijishughulisha kumkaribisha yule hamali Amina akawa anatayarisha maakuli na kumimina divai kwenye bilauri zilizonakishiwa kwa dhahabu. Yule hamali kwa kuwa kazi yake ni ya uhamali wa kutoka jasho, akaambiwa na wale watoto wa kike aende kwanza bafuni, walikomtilia maji ya marashi na mafuta mazuri, akaoge vizuri. Aliporudi akakuta Amina keshaandaa maakuli mbalimbali na vinywaji baada ya Hamali kuvalishwa nguo, wote wakakaa kwenye masofa na kuegemea mito minene yenye foronya za las zilizofumwa kwa uzi wa hariri kwa ustadi mwingi. Wakawa wanakula huku Amina akiwamiminia divai kwenye bilauri za nachi ya dhahabu walizokuwa nazo, na kwanza akaonja yeye kama ilivyo desturi. Halafu akawajazia dada zake. Wakati wa duru za usiku wa manane, divai ilipokolea, Hamali akaanza kuwaimbia shairi alilolitunga pale pale kwa kuwasifu wenyeji wake na kuisifu ile divai waliokuwa wakiinywa. Wote wakawa katika hali ya furaha na tamasha la kujistarehesha vilivyo. Usiku uliposogea, Sada akamwambia Hamali sasa wakati wa wewe kutengana nasi umewadia, ondoka uende zako. Ah, bibi mwema, akasema yule Hamali, afadhali kufa kuliko kuachana nanyi. Isitoshe, kwa ajili ya divai niliyoinywa, sijui nilipo hivi sasa. Usiku huu wa giza totoro nitakwenda wapi? Nawasihi mabibi wema, tafadhalini niacheni nibaki hapa usiku huu mpaka kutakapokucha. Amina ambaye hapo awali aliwashawishi dada zake wa yule hamali alimsaidia wakati wa ununuzi wa vile vitu, akamwombea akisema, tumwache Mwenyezi Mungu tu ndiye ajuae ni lini tena tutaweza kujifurahisha kama tulivyojifurahisha na amali huyo usiku huu. Zubeda aliyekuwa mkubwa wao akasema, kama umependelea hivyo sawa, lakini atabaki kwa sharti hapo Zubeda akamgeukia yule hamali akamwambia, ukibaki hapa sharti waahidi kuwa hutauliza lolote utakaloliona likitendeka humu, kwani huenda ukaona au kasikia yasiyokupendeza mimi. Akajibu yule hamali, nitajifanya kipofu na kiziwi, sitajitia katika mambo yasiyonihusu, kwani hakuna sababu yoyote kwa nini nifanye hivyo ne elfi. Saada akamwongoza yule hamali mpaka kwenye mlango mmoja mzuri mkubwa, ulioandikwa ukiona neno, usiposema neno, utapatikana na neno. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Leila U Leila. Baada ya hamali kuyasoma hayo, Saada akaufunga ule mlango akaongeza kuwasha taa na mishumaa mle ndani halafu akafukiza haliudi ambayo harufu yake ilienea ukumbi mzima. Baada ya hayo wakaendelea kula, kunywa na kuimba mashairi. Punde si punde, mlango wa nje ukabishwa. Sada akaondoka kwenda kuufungua. Baada ya muda mfupi akarejea, akawaambia dada zake, mlangoni pana mawalii watatu na wote wanachongo upande wa mkono wa kulia tena wote wamenyoa hata nyusi zao. Wanaomba idhini ya kuingia humu ndani, kwa sababu wanasema ni wageni waliowasili sasa Baghdad. Sada akaongeza, wanaonyesha ni watu wenye heshima na adabu, bila shaka watatufurahisha wakiungana nasi usiku huu. Zubeda na Amina wakasita sita kwa kuwakaribisha wageni hao wapya wasiojulikana, na Sada bila shaka alijua sababu ya kusitasita kwao, lakini alishikilia mpaka mwisho. Zubeda akakubali, lakini akamwambia haya, kawakaribishe ndani, lakini wafahamishe kama tulivyomfahamisha Hamal kuwa wasiingilie mambo yasiwahusu, wasiseme wala wasiulize lolote kwa yale watakayoshuhudia ya humu, tena wayasome yale yaliyoandikwa mlangoni kama alivyofanya Hamal. Kwa furaha Sada akaenda kuwakaribisha wale mawali watatu. Walipoingia ukumbini, Zubeda na Amina akawafuata na kuwakaribisha kwa heshima na adabu, wakiwatakia mema katika jiji la Baghdadi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. wale Mawalii watatu wakajibu kwa umoja huku wakiinamisha vichwa vyao kwa heshima na unyenyekevu. Shukrani, mabibi wema. Ni heshima kubwa mliotufanyia kwa kutukaribisha humu katika nyumba yenu hii ya fahari. Walakini, walipoona vile vyakula na vinywaji vilivyoandaliwa pale na jinsi yule hamali alivyokuwa na furaha na kuimba mashairi, wakauliza kama yule naye alikuwa wali mgeni kama wao au alikuwa ni Mwarabu tu. Hamali akawasikia akawafokea, kaeni kimya! Hamkusoma yale yaliyoandikwa mlangoni kuwa ukiona neno usiposema neno hutopatikana na neno? Imekuwaje sasa? Mara tu baada ya kukaribishwa humu ndani mnaanza kuuliza uliza maswali. Wale mawalii wakaomba msamaha, na baada ya kupumzika wakakaribishwa kula vile vyakula vilivyoandaliwa pale, na wao wakamiminiwa divai na sada. Msikilizaji, usikose kufuatilia hadithi hizi za Alfu Lela u Lela. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.